Azabito, na ni jukumu ya serikali kuhakikisha ya kwamba huduma ya wananchi inawafikia kwa kikaribu. Tumehakikisha ya kwamba kutoka leo huduma zote za serikali, kupata kitambulisho, kupata cheti ya birth certificate, kupata mambo ambayo inahusu E, vieti kama good conduct, kupata passport, zile watoto wetu wangetaka wapate passport, sitakuwa sinafika kwa karibu kuliko mbeleni. Ndiyo maana siku ya leo tumefika hapa kuhakikisha hiyo inafanyika, na hii kwa sasa tunaita huduma smart katika serikali yetu ya Kenya. Jurasimu wananchi wa Kenya popote walipo wakiwa Mandera, wakiwa Kisumu, wakiwa Ramu, wakiwa kona yote ya Kenya wasikie kwamba huduma za serikali zinaweza kufika kwa ki, kwa karibu. Na hiyo ndio ile mwito Mheshimiwa Rais wa jamhuri yetu ya Kenya ametuamuliza sisi zote ambao ni mawaziri katika serikali yake. Pia services sote zile zinapeanwa na national government sitaanza kupeanwa hapa, vitambulisho itaanza kuja kupeanwa hapa na services zingine, hata party certificates sitakuja kupeanwa hapa. Nataka ni kuhakikishie wakaji wa Mandera North constituency ama sub county ya Asabito handgo na jamandaha, inshallah in the next few weeks to advertise positions zote za sub counties ya sub county valanio na dundu, so that the whole unit kuanzia sub county administrator the bit yake town administrators na ile section head zote itakuwa tayari by first week of July, inshallah ile offices ya ya ya ya sub county ya Sabito ya Galalio na na na Dandu Dandu, ambao tutazindua rasmi 24th of this month zitakuwa advertised na position filled, na hiyo tunasema tunakushukuru sana mheshimiwa governor wa iaauauswa kufaraxsannahay ilaahi mid khair oo eyr axa h barwaaqo allah ka dhiga waxad laga shaqladanagaqa